Naam, kutoka Mwatate tuelekee Kapsabet, Kapsa, ambapo wakaazi wa kijiji cha St Marys mjini Kapsabet kaunti ya Nandi wameshangazwa baada ya chombo kisichojulikana kuanguka kutoka angani na kutua juu ya miti jana usiku. Wenyeji wanasema kuwa waliona walio kifaa hicho kikishuka kabla ya kufika ama kutua juu ya miti, huku kikitoa mgurumo wa aina yake. Kifaa hicho kinasemekana kutoa miale ya mwangaza kwenye mojawapo ya sehemu yake, na vilevile vile. Kuanguka kwa kifaa hicho kuliwatatiza wakaazi na kuwatia wasiwasi, ambapo umati mkubwa ulifika katika eneo hilo kushuhudia. Kuna mmoja katika watu wawili walitizama kitu inatokea kwa, kwa juu na iko na miale na waka, waka. Sasa ile hatua pale ilianguka, hawakujua iliangukia sehemu gani, lakini kwa sasa kia saizi kwa hii majioni, imeonekana imeanguka juu ya mti hapa hivi imeshuka. Wanasema ilikuja na sauti fulani ambayo ilikuwa inafanya ilipofika mahali wakadhania kwamba itashuka direct, lakini ikaenda ikahang, ikahang juu ya mti. So tumejaribu kuangalia, kuna sehemu fulani ya chini ambayo inamulika inatoa e, e, mwangaza kidogo kidogo hivi. So hatujajua ni nini, tunastuka. Ni kama kitu sensitive sana, na hata sasa hivi mki mkiona hata sasa hivi inawaka kabisa, inawaka sasa tungeomba serikali wakuje wa... waone kama watafanya chuchini, waone vile wata... watatoa